Zipo changamoto ambazo tumefikiria utatuzi wake unahusisha mamlaka tofauti tofauti. Pamoja na mamlaka hizo, ni pamoja na ofisi ya halmashauri ya wilaya Kisarawe, ambayo tumeiachia migogoro ambayo tunaamini kwamba inaweza kuitatua na ku, kwa, kwa ukamilifu wake. Lakini tunao wenzetu pia wa Tanganyika Law Society, TELES, yani chama cha wanasheria wa Tanganyika kwa upande wao wao kama wasaidizi wa kisheria nao tumewakabidhi migogoro ambayo tunaamini kwamba wataitatua hadi ukamilifu wake. Kwa upande mwingine tumeshirikisha ngazi za vijiji na kata kwa mamla, mamlaka za kiserikali katika kijiji na kata katika utatuzi wa migogoro. Pamoja na kwamba migogoro hii tunaiacha katika mamlaka hizi, sisi kama Wizara ya Katiba na Sheria tunapoondoka leo hapa tutakuwa tukifanya ufuatiliaji wa namna migogoro hii tunayoiacha itakavyokuwa inatatuliwa, lakini kikubwa zaidi tutakachokifanya ni kuendelea kutoa ushirikiano, ushauri au kwa namna yote ile, tutakuwa tukifanya kazi pamoja kwa kushirikiana na ofisi yetu ya halmashauri ya wilaya ya Kisarawe katika kufanikisha malengo ya kampeni yetu kwa mujibu wa sheria, na ikumbukwe kwamba kila kitu tunachokifanya katika kampeni hii ya msaada wa kisheria tunakifanya kwa mujibu wa sheria iliyoanzisha kampeni hii yaani sheria ya, kamp... sheria ya misaada ya sheria ya mwaka elfu mbili na kumi na saba ambayo utekelezaji wake umeanza mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Baada ya kusema hayo, watumishi wenzangu, wadau wa maendeleo ya wilaya ya Kisarawe, niseme kwamba kampeni naisha leo lakini utekelezaji wake katika wilaya yetu na taifa kwa ujumla utaendelea kuwepo mpaka pale utakapofanikiwa kumaliza migogoro au changamoto za wananchi katika taifa letu. Na tunasema haya bila kusahau kauli mbiu yetu kubwa kwamba msaada wa kisheria kwa haki, usawa, amani na maendeleo, tukimaanisha kwamba panapopatikana msaada sahihi wa kisheria tunaamini kwamba hata haki kwa wananchi na serikali na wadau wa maendeleo itakuwepo lakini vilevile tunazingatia usawa, tukiamini kwamba kila mmoja anayehitaji usaidizi wa kisheria haki yake itapatikana bila kuwa na ubaguzi wa aina yoyote. Haijalishi ni mwanamme, haijalishi ni mwanamke, mzee, kijana, mwanafunzi, mtoto, mlemavu, mjasiliamali, usiye na ajira, elimu itakufikia itakusaidia, utashauriwa. Tunafanya haya yote tukihakikisha kwamba amani ambayo tunayo katika nchi yetu inaendelea kuwepo na zaidi, ni katika kuhakikisha kwamba maendeleo katika nchi yetu yanakuwepo, na hili na linafanyika kuanzia ngazi ya mwananchi mmoja mmoja, lakini maendeleo ya taifa kwa ujumla. Baada ya kusema hayo, uh, watumishi wenzetu wa halmashauri ya wilaya ya Kisarawe, bila kusahau wenzetu wa chama cha wanasheria Tanganyika APO paraligo na mwandishi wa habari wa Nipashe, tunawashukuru sana kwa ushirikiano, lakini nasema kazi endelee.